Bwana Yesu asifiwe, wa ndugu watazamaji wa, wa nuru wa wa ya maisha uh, leo siku ya leo tulikuwa tuna charity event au tunaweza tukasema huduma ya upendo au huduma ya ukarimu katika kituo kizuri kilichopo Kimanzi Chana Lord's Children Home. Uh, na niko na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwangalizi mkuu au tunaweza tukasema mkurugenzi wa kituo hiki, ningemwomba ajitambulishe. Karibu, asante hmm, sana Bwana Yesu asifiwe. Majina, naitwa Ezekiel Mabesa. Mimi ni msimamizi wa kituo hichi ambacho Mungu ametupatia hapa Kimanzi Chana. Karibuni sana. Amen. Uh, tungependa utuambie kwa kifupi sana historia ya kituo chetu kizuri cha Lord's Children Home. Uh, Lord's Children Home. Eh, sasa nakosa neno zuri la kusema lakini, bamango na mimi tulianza kama huduma ya kusaidia tu watu kuwachukua na kuwasomesha tukiwa pale nyumbani kwa tuli, tulichukua watoto kama watatu. Baadaye sasa tukaona wanaongezeka kwa namba pale nyumbani kwa, kwa kama changamoto kwa kuhudumia. Baadaye mama akaamua fungue pembeni kama makao ya watoto, hatukuyasajili tukufanya chochote kwa sababu ni kama huduma tu, yaani kitu ambacho sisi tunapenda. Kwa hiyo kile tulichukua nacho nyumbani tunakigawanya kwa kiasi, tunawapa na watoto ambao tunakaa nao pale Nje, nje kidogo na nyumbani, lakini baadaye tukashauriwa na baadhi ya watu kwamba tukisajili na kio kituo. Kwa hiyo tukasajili tukapata kashikashi. Alipoingia mheshimiwa Magufuli e, alitaka tupate usajili wa moja kwa moja. Kwa hiyo tukakifunga pale Arusha, baadaye tukaamua kukiamsha tena nilipomaliza shule mwaka 2020 kwa hiyo mwaka 2020 ndo tulianza na jengo liko hapo nyuma kidogo e, tuko na watoto tisa watoto tisa ambao tulianza nao, hatukuwa na usajili. Kwa hiyo tukaanza process za usajili tukiwa tayari na watoto, kwa sababu alikuwa wenye mazingira magumu na wengine hatarishi. Kwa mfano mara ya kwanza likuwa na watoto kumi akati tuko Arusha lakini baadaye tulipowarudisha nyumbani tukakuta mmoja wa watoto ambaye alikuwa na umri wa kama miaka kumi hivi Wameshamposa, wamesha mwozesha kwa mpega kwa mume wake. mm -hmm, na mume wake akataka tumbishie gharama kubwa sana hii, tumchukue mtoto arudi kusoma. Kwaio wanaweza kuonao wa mazingira kaho, tukabidi tu tuwachukue hata kamabaa tujapata usajili tuanze kukaa nao, tukakaa nao kwa kipindi hicho mpaka sasa hivi Amen. Lord's Children Home kina jumla ya watoto wangapi kwa idadi ya wa kike na wa kiume? E, kwa sasa hivi tuna watoto ishirini ambao wako tayari kituoni na tunahudumia nje ya kituo watoto saba. Atuna watoto saba kwa hiyo tuna jumla watoto tunawapa huduma moja kwa moja kutoka kituoni kwa mara, eh, kwa bada, malazi na chakula na nini wanakaa hapa ni ishirini ila watoto tunaowahudumia kwa pamoja kama organization tunahudumia watoto ishirini na saba Amen. Na wana range kutoka umri gani mpaka umri gani? E, kwa hapa kituo tunayeanza naye kabisa na miaka minne ambayo dolit mdogo na miaka mitatu na nusu minne, halafu mkubwa kabisa na miaka kumi na tano ambayo Amen. Okay. Ni ahaji tungependa utuambie yapi ni maono ya kituo chetu kizuri cha Lord's Children Home? Ukisema e, maono Mm-hmm. Mm-hmm. The first sight ambayo mi niliona nitamani natamani, Mungu akinifanikisha, tukafika hapo, nitaamini nimefanya kazi kubwa. mm -hmm. kwa sababu so, maono yangu mimi kwanza, naamini siku moja hapa tutazalisha kiongozi mkubwa kabisa serikali, ambayo atakuja kuwa rais na nini. Kwa hiyo mtazamo wangu na maono yangu ni watoto kuja kuwa na kituo kinacho chenye kapasiti ya kuweza kubeba watoto elfu tatu. E, na sio kwamba tunasema tu kwa maneno. Tumefanya e, na hatua kidogo. Tumenunua shamba linaweka kama kumi, liko kwa Kibiti. Kwa hiyo ni maono yangu, tunaendelea kuombea taratibu kwa sababu hatuwezi kufanya haraka haraka, kunakuwa na possibility kubwa sana ya kuumiza watoto. E, lakini hatutaki mtoto watoto wateseke, lakini pia tunatamani sana. Yani natamani kweli Mungu anisaidie niweze kusaidia watoto kadri niwezavyo. Inawezekana e, mimi nikiwa hai nisifikishe watoto elfu tatu, lakini hata watoto naoishi nao huwa nawaambia, nikaa na Joshua nikaa na Diana, namwambia bwana, shauku yetu sio kuishia hapa kwenu. Tamani siku tuwa na watoto elfu tatu. Kwa mimi mtazamo wangu, nikiweza kuwasaidia watoto elfu tatu wakapata future nzuri, kuna familia elfu tatu zitakuwa zimesaidika, kuna jamii ya watu elfu tatu itakuwa imesaidika, lakini kubwa zaidi katika kituo changu ni lazima Nikufundishe neno la Mungu. Umekuja na dini yako umekuja na nini, lakini hapa lazima ujue kwamba msimamo wetu si tunasimamia neno la Mungu. Kwa hiyo naamini pia nikitoa watoto elfu tatu nitakuwa nimezalisha watoto elfu tatu ambao wakiingia kwenye, kwenye dunia watakuwa na impact ambayo italeta mabadiliko chanya. Kwanza watakuwa wanamjua Mungu sana, lakini pia watakuwa na elimu, lakini tatu watakuwa wanajua kabisa wana wajibu kuwa na upendo kwenye jamii zao kwa, naamini kwa watoto elfu tatu kwa maono yangu ya awali wananifaa sana. Bwana Yesu asifiwe, ndugu watazamaji wa Nuru ya Maisha, tunaendelea na mahojiano yetu. Sasa hivi niko na watoto ambao wako katika kituo hichi cha Lord's Children Home Orphanage, kilichopo Kimanzi Chana. Nipo na mdogo wangu hapa, ningependa ajitambulishe, unaitwa nani? kwa majina anaitwa Joshua Lazarus Silonga. Joshua, karibu sana katika kipindi chetu. Uh, ningependa utuambie ulifika lini katika kituo hichi, na unasoma na una umri gani? Tupe historia fupi ya wewe na kituo hichi cha Lord's Children Home Orphanage. Karibu. nikiwa na miaka mitatu Mwanza, kituo chetu kilianzia Mwanza. Nilifikia huko nikafika kuba akalileta huko Mwanza tukaa naishi tukaama tukaenda Arusha tuka Arusha tuka tukaama tuka tena tuka yaoko, ndo tukaja huku. Tulivyokuja huku ndo tukaendelea, watoto wengine wakaongezeka, mpaka sasa hivi tuko watoto wa kumi na tisa. Asante Joshua. Joshua, unasoma si ndio? Yeah. Unasoma? Ndio. unasoma shule gani na kidato cha ngapi unasoma? shule ya msingi Kiumbwa asaratano. Sawa. Uh, katika tulipokuwa kwenye ibada yetu Joshua, wakati tunaulizwa unataka kuwa nani, nilisikia ulisema unataka kuwa injinia. Labda utuambie unataka kuwa injinia wa kitu gani au kwenye sekta gani? Injinia wa masuala ya umeme. Masuala ya umeme kama kutengeneza TV, kutengeneza umeme, mfano yake imeharibika, kutengeneza Safi kabisa, injinia. Kwa hiyo niko na mtu mzito kabisa hapa. Miaka michache ijayo mtamuona kwenye sekta yake ya uhandisi, au kiingereza wanasema engineering. Ah, Joshua nataka utuambie kwa ufupi, umefaidika nini tangia umefika katika kituo hiki? Umefaidika kuwa natu wenzangu, kucheza kwa pamoja, kula vizuri, <tasi> kutembelea kwa wageni kusoma vizuri na kupata mahitaji yangu yote. Tunaendelea tulipoishia kwenye mahojiano yetu. Niko na binti machachari kabisa, binti mzuri kama mnavyomuona, ningependa ajitambulishe. unaitwa nani? Majina anaitwa Regina Ezekiel Mabesa. Safi, anaitwa Regina Regina, ningependa uniambie historia yako kidogo, ulipo. umefika lini kwenye kituo hiki na unaendeleaje tangu ulipofika kwenye kituo hiki karibu? nimefika, nimefika kituo hiki, tulianzia Arusha tukaenda Babati, nikaenda Mwanza, ndo tukaja huku. Naendelea vizuri, hali yangu ipo vizuri, kama unavyoniona kama mnavyomwona Regina amesema mwenyewe anaendelea vizuri. Regina, ningependa umwambie mtazamaji wangu, labda una ndoto gani eh, au ile tunasema ukiwa mkubwa unatamani kuwa nani? mm -hmm. Karibu. ukiwa mkubwa, natamani kuwa president, au rais. safi kabisa, mmemsikia Regina amesema anatamani kuwa president. Kwa hapa mimi nimekaa na mtu mzito kabisa, mheshimiwa Madam president wa miaka ijayo hapo mbeleni. Regina, ningependa umwambie mtazamaji wangu wa Nuru ya Maisha, uh, kituo hichi cha uh, Lord's Children Orphanage uh, kinawaleaje kwa upande wa malezi ya rohoni niya yeah, wanawasaidiaje jinsi jinsia au namna gani ya kumjua Mungu? Karibu. wanatufundisha kuomba, neno la Mungu na kwenda kanisani, na kutii neno la Mungu na kushika amri za Mungu. Sawa, kwenye ningependa labda mtazamaji wangu kwa kifupi ajue, labda hebu tupe labda mistari miwili katika Bibilia ambayo umeikariri, mistari yako ya moyo. Karibu, Kutoka ishirini mstari wa kwanza hadi wa sita nao nasema, Mungu akanena maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichopo juu mbinguni wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudia wala kuvitumikia, kwa kuwa mi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana zawa maovu wa baba zao kizazi cha tatu na cha nne wanichukiao, na warehemu maelfu elfu elf wanipendao na kuzishika amri zangu. Asante. Mwingine, Zaburi mia moja thelathini na tatu mstari wa tatu. mm -hmm. na unasema tazama, jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja mm -hmm. kwa umoja, ni kama mafuta mazuri ya shikao ndevuni, ndevu za Haruni, mpaka upinda wa mavazi yake, ni kama umanzi wa Hermoni ushikao milimani pasauni maanda, alipo bwana alipo amuli baraka na mzima hata milele. Wow, wow, wow, mtazamaji wangu wa Nuru ya Maisha, kama unavyoona, uh, Madam President sio president tu, lakini pia katika mambo ya kiroho yuko vizuri. Kwa hiyo kwa yuko, miaka ijayo tunakwenda kujipatia Madam President ambaye anamjua Mungu na hata mistari ya Biblia ameishika vizuri. Uh, ningependa labda utuambie umejisikiaje kupata ujio huu wa siku ya leo kutoka wawakilishi eh, kwenye huduma yetu ya Amani Campus, wana yani, wanavyuo waliokuja kuwatembelea, mmejisikiaje? Waambie Tumegis... Watazamaji wangu nimejisikia vizuri binafsi, mm -hmm. Na nimependa, naamini Mungu atarejeshia pale mlipotoa um, Kuhitimisha, ningependa uongee na mtazamaji wangu wa Nuru ya Maisha uh, anayetamani kusupport au anayetamani kujiunga pamoja na wewe katika kuendeleza huduma hii nzuri ya upendo, ya ukarimu katika Lord's Children Home. Je, anaweza kutumia, kuna mahitaji gani, anaweza kukupataje? Yaani namba zako za simu, karibu karibua. Sawa e, nashukuru sana. Kwanza nataka niwatie moyo kwamba sisi mimi nimeanzisha hichi tumeanzisha hichi kituo kisema nimeanzisha, siko peke yangu, niliko mimi na mama e, tumeanzisha hichi kituo tukiwa tunamwamini Mungu wa Mungu, atatuletea watoto na atawahudumia. Kwa hiyo sisi, mahitaji yetu ni chakula sana, hata kila siku kiniletea chakula. Sitaka nikuulize kwa sababu mahitaji yangu ni chakula, na kadri ninavyozidi kupata watu wanaonisupport kuhusu kwenye chakula, ndivyo wanavyoongeza watoto. Mimi hatuna shida sana na kipato chetu, shauku yetu ni kuona watoto wanapata mazingira mazuri. Kwa hiyo jambo la kwanza ni chakula, lakini watoto wanaokuja hapa lazima wasome na wavae. Kwa hiyo jambo la pili ambao ukitugusa nalo tutabarikiwa sana, ni mavazi na stationery za shule. Mungu atakubariki sana, lakini pia kuna wafanyakazi baadhi. Kwa hiyo hata kama ukiwa na pesa ukitupatia, sasa tusaidia ku, kuwalipa kwa sababu watu wanaokuja ndio wanajitolea kwa sehemu, lakini kwa sehemu lazima wana mahitaji yao binafsi. Kwa hiyo tunapa kitu kidogo kwa ajili ya kwa binafsi. Kwa hiyo tuna mahitaji makubwa sana, ni chakula namba moja, jambo la pili ni mavazi, jambo la tatu ni stationaries na jambo la nne E, ili sipendi kuliweka kipaumbele kwa sababu watu wanaweza kafikiria tumefanya biashara kwa kitu. Mungu akikugusa utupe pesa tutakushukuru, lakini uwe na amani kuleta vifaa zaidi tunabarikiwa. E, kwa hiyo jambo la nne ni pesa e. Namba nayopatikana ni sufuri sita ishirini na mbili themanini na saba ishirini na nane kumi na nne. Nitarudia sufuri sita ishirini na mbili 872814. Imeli yetu ya kituo ni info eh, at Lords home orphanage.co.tz au organization eh, Lords home orphanage.co.tz. Karibuni sana.